Ndugu zangu, kauli mbiu ya leo inasema sherehe za mwaka huu zinaadhimishwa chini ya kauli mbiu isemayo, Uchaguzi Mkuu 2025 utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi sote tushiriki. Uchaguzi Mkuu 2025 utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi sote tushiriki. Lengo la kauli mbiu hii ni kuendelea kuhamasishana wafanyakazi wote nchini na watu wa, wa kada zingine ambao tunaweza tuna, tuna kushiriki katika uchaguzi kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu, uchaguzi kama mnavyofahamu ambao unahusisha uchaguzi wa rais Tanzania, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uchaguzi wa bunge na uchaguzi wa madiwani. Kwa sauti hiyo mahususi kwa wafanyakazi wote, nami nishajihishe kwa kusema jitokeze ushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2023 kwa amani na utulivu. Ndugu zangu, ndugu zangu wafanyakazi, imani ya serikali ni kwamba kwa mnasaba kauli hizi mbili, uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika utakuwa ni fursa muhimu ya kufanya maamuzi na kuchagua viongozi bora wanaojali maslahi ya wafanyakazi na hilo linategemea kujitokeza na kushiriki kwenu kutimiza wajibu wenu. Serikali imezamiria kwa dhati kabisa kusimamia maslahi ya wafanyakazi, ikiwemo kupandisha mishahara kwa wafanyakazi kwa kuzingatia hali ya kimaisha ya wafanyakazi na uhimilivu wa kiuchumi. Serikali mwaka ishirini ishiri na mbili iliongeza viwango vya posho za kujikimu kwa watumishi wa umma ili kupunguza pengo la stahiki hizo dhidi ya gharama mwaka 2023 iliongeza kima cha chini kwa wafanyakazi wa umma kwa asilimia 23.3. Aidha, tunakubaliana kimsingi kwamba ch kima cha chini kwa sekta binafsi bado kipo chini. Hata hivyo, kutokana na hali ya kiuchumi na ufanisi katika taasisi, mwajiri anaweza kumlipa mfanyakazi zaidi ya kima cha chini na kuboresha malipo kupitia mikataba ya ajira ya, ya, ya. Tukumbuke maelekezo hayo kutolewa na serikali kwa kuangalia ukuaji na uwezo wa sekta binafsi bila kuziweka katika hatari ya kushindwa kujiendesha. Nachukua nafasi hii kuwaomba na kuwaelekeza waajiri wote wa sekta binafsi katika mkoa wa Morogoro kuzifanyia kazi changamoto hizi. Nimesema mwanzoni, ukipunguza changamoto na wewe, misingi ya ufanisi na kiwango cha kile unachozalisha kinakuwa kikubwa zaidi, kwa sababu una wafanyakazi ambao wana furaha na wanaofanya kazi kwa ku, kwa kuipenda kazi yao vizuri. Kao ni vielekeze vyombo na mamlaka zinazohusika na utatuzi wa changamoto hizi kwenda kuzifanyia kazi. Mamlaka hizo ni pamoja na ofisi ya afisa kazi mkoa kufanya ukaguzi wa mara kwa mara kwenye maeneo ya kazi ili kujiridhisha kama mikataba ya wafanyakazi inazingatia sheria za kazi, kazi na pia kubaini mikataba yote ya wafanyakazi inayovunja sheria. Idara ya Uhamiaji, OSHA na wengineo, shughulikieni malalamiko ya wafanyakazi na kuwachukulia hatua za kisheria e, wale wanaokiuka misingi ya kisheria ili kukomesha tabia baadhi ya waajiri kukandamiza sheria kukiuka sheria na kuwakandamiza wafanyakazi. Ninaitaka ofisi ya afisa kazi mkoa na OSHA wanaletee majina ya taasisi na makampuni ambayo ni vinara kwa kukiuka haki na usalama wa wafanyakazi wake ili tuweze kuchukua hatua. Serikali iliahidi kutekeleza mambo mbalimbali ambayo, kwa kushirikiana na vyama za wafanyakazi, tunajivunia kwa pamoja kufanikiwa kwake kama mlivyoeleza kwenye risala yenu. Serikali itaendelea na imeendelea na itaendelea kutatua changamoto ya upungufu wa watumishi katika sekta ya umma wa kuajiri watumishi wapya hasa katika sekta zenye uhitaji mkubwa kama sekta ya elimu na afya, na kupandisha vyeo na madaraja ya watumishi wa umma wa wenye sifa recategorization, kupandisha madaraja kwa mserereko, kutolewa kwa nyongeza za mishahara na kuendelea kulipa madai ya malimbikizo ya mishahara ku. Nakubaliana na nyinyi na kuwa yapo mambo ya kuendelea kufanyiwa kazi. Baadhi ya mambo yaliyofanyiwa kazi ni pamoja na kuongezwa kwa umri wa wategemezi wanaohudumiwa na bima afya kutoka miaka kumi na nane hadi ishirini na moja. Serikali imefanya maboresho ya kuongeza kikokotoo cha mafao ya mkupuo kwa wale waliokuwa wanapokea asilimia thelathini na tatu hadi arobaini na wale wanaopokea asilimia ishirini na tano hadi thelathini na tatu wafanyakazi walioajiriwa katika kada mbalimbali ndani ya halmashauri za mkoa wa Morogoro kupunguza makali ya upungufu wa wafanyakazi kwa mwaka 2324 ni 741 na mwaka 2425 ajira mpya ni 1491. Upandishaji wa watumishi madaraja na vyeo kwa wakati, mwaka 2324 jumla ya watumishi 11222 wa umma katika halmashauri walipandishwa madaraja, na mwaka 2425 mwaka huu tunaokwenda nao waliokasimiwa kupanda madaraja ni elfu saba mia tano na thelathini na tano. Kulipa malimbikizo ya mishahara kwa kiasi kikubwa mwaka 23 24 wafanyakazi elfu moja mia tatu na nne wa halmashauri walilipwa jumla ya shilingi bilioni moja milioni mia tisa na tisini na tano laki moja na moja mia sita na ishirini na tano na mwaka ishirini na nne ishirini na tano <coughs> wafanyakazi mia tisa na sabini na sita wameshalipwa kiasi cha shilingi bilioni moja milioni 184 laki tatu na kumi na sita mia mbili na kumi na nane. Madai ya haki za msingi za watumishi wa umma. Kumekuwa na kilio kikubwa cha malimbikizo ya madai mbalimbali ya watumishi wa umma kwa sekta zote kwa kuzinga, kwa kuzitaja chache ni madai ya uhamisho, likizo, matibabu, ukaimu, kujikimu, ajira mpya malimbikizo ya mshahara, wafanyakazi waliondolewa kimakosa kazini na kurudishwa mwaka elfu mbili na kumi na saba elfu mbili na kumi na nane wastaafu kurudishwa makwao na madai mengineo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaiomba ofisi yako kuingilia kati na kufuatilia kwa karibu mwenendo wa ulipaji wa madeni ya watumishi wa umma katika mkoa wetu, kwani tatizo ni kubwa. Aidha, tunashauri wastaafu kupewa kipaumbele kwa kulipwa stahiki zao mara tu wanapostaafu. Kwa sasa katika halmashauri zetu kuna wastaafu wana zaidi ya miaka minne tangu kustaafu hawajarudishwa makwao. Jambo hili ni ukiukwaji mkubwa wa sheria na unyanyasaji kwa wafanyakazi.